Kwa hivyo leo tunazungumzia kuhusu mtihani wa monofilament. Sasa mtihani wa monofilament hutumika kugundua hali inayoitwa neuropathy, lakini kuna aina kadhaa za neuropathy, lakini neuropathy ya pembeni ndiyo tunayoizungumzia. Sasa mtihani wa monofilament unafanywa kwa msingi wa wagonjwa wa nje. Unajua, ni uchunguzi rahisi sana ambapo uzi unatumika katika sehemu tofauti za miguu. Inajaribiwa katika sehemu tofauti za miguu ili kuona kama unahisia au la. Je, unahisi chochote au huhisi chochote? Je, ni ganzi au una aina yoyote ya hisia? Sasa hii itasaidia kugundua au angalau kuchunguza wagonjwa kwa hali inayoitwa neuropathy ya pembeni. Sasa neuropathy ya pembeni kama ugonjwa ni ya kawaida sana nchini India. Sababu ya kawaida tunayoiona ni ugonjwa wa kisukari. Na kama tunavyojua India ina idadi kubwa sana ya watu wenye kisukari katika nchi hii. Sasa hasa kwa wagonjwa ambao wana kisukari kisichodhibitiwa, nafasi za kupata neuropathy ya pembeni ni kubwa sana. Sasa ni bora kila wakati kufanya kazi kwenye lishe pamoja na mazoezi na kujitunza ili tuwe na afya, pamoja na kwenda kwa uchunguzi wa mara kwa mara ili, unajua, hali hizi ziweze kugunduliwa mapema na kutibiwa. Sasa nini kinatokea ikiwa neuropathy ya pembeni haijagunduliwa na kutibiwa kwa wakati? Inaweza kusababisha bila shaka ganzi, ambayo ni ya kawaida zaidi kwenye miguu. Ndiyo maana kwa kawaida uchunguzi wa monofilament hufanywa kwenye miguu. Sasa ikiwa hii itapuuzwa, inaweza kutokea kwamba kwa bahati mbaya ukikanyaga jiwe au msumari wenye kutu, inaweza kuambukizwa, kusababisha kidonda ambacho kinaweza kuenea mwilini kote, na pia kinaweza kuwa hatari kwa maisha. Inaweza kusababisha sepsis na maambukizi mengine mengi. Kwa hivyo ni bora kila wakati kuangalia jinsi miguu yako ilivyo na kuitunza, hasa kwa wagonjwa wa kisukari, lakini si kwa wagonjwa wa kisukari pekee, bali kwa kila mtu mwingine pia, kwa sababu kama nilivyosema, pamoja na kisukari, kuna sababu nyingine nyingi za neuropathy ya pembeni. Unaweza kuwa na upungufu wa vitamini yote haya yanaweza kugunduliwa tu kwa uchunguzi wa kawaida ukaguzi wa afya wa mara kwa mara yote ambayo yanatolewa katika hospitali za Apollo Bangalore